Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amesema hakuarifiwa kuhusu kukabidhi rasmi wizara hiyo kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Akizungumza wakati wa kukabidhi ofisi hiyo, Muturi aliwashukuru wafanyakazi wenza wa umma kwa kushirikiana naye katika wizara hiyo kwa takriban miezi saba kabla ya kufutwa na Rais Ruto. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi aliaga rasmi ofisi hiyo baada ya kusimamishwa kazi na Rais William Ruto. Akizungumza kwenye hafla maalum ya kukabidhi wizara hiyo kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, Muturi alilalamika kwamba hakupewa fursa ya kuandaa ripoti maalum ya utendakazi wake. Nobody had

Mwanasheria huyo mkuu wa zamani akiridhika na kazi yake na kuwashukuru maafisa wenzake kwenye wizara hiyo kwa kushirikiana naye katika miezi saba aliyokuwa akiongoza shughuli humo. That we wanted to, to ensure that the public service is um, efficient, effective, agile, fit for purpose for the 21st century. Mudavadi akitangaza wizara hiyo itaendeleza baadhi ya mapendekezo ya Muturi. Uh, apart from uh, handing over this report, uh, he has also indicated critical pieces of legislation that ought to be undertaken. Seth Olale, Runinga ya Citizen.